This is Dr. Sharon Isaac Kamau wa huduma ya bonde la maono wa Tanzania. Nimekuja ni, ni kupe taarifa kwamba tunatarajia kesho kuanza kongamano letu la Shiloh. Ni kongamano kubwa ambayo si la kawaida, tunakwenda kuwa na kongamano la baraka. Ni kongamano ambayo si la kawaida, ninakualika naonitazama kupitia video hii ama clip hii, na kualika usisahau ya kwamba kesho ndio tunaanza kongamano letu la Shiloh. Ni kesho majira ya saa nane, lakini tutakuwa na ibada ya kupokea matamko ya kinabii ya kutembea nayo mwaka mzima elfu mbili na ishirini na sita. Kumbuka ya kwamba kesho ni tarehe moja, na kama ni tarehe moja maanake mbingu imedhamiria kukupa direction ya kutembea nayo mwaka mzima. Ninaomba nikwambie wewe unayenitazama kwa njia ya mitandao, kwa njia ya YouTube, na kwa njia ya Facebook ya kwamba kesho tunaanza kongamano letu la Shilo. Usisahau sahau, waalike jirani yako na waalika watu wote wanaotoka sehemu mbalimbali ndani ya mji wa Karatu na nchi ya mji wa Karatu tuna watu kutoka mikoa mbalimbali mbali. Mwanza wako njiani wanakuja. Arusha pia wako njiani wanakuja. Tunaanza kupokea wageni jioni ya leo na kuendelea mpaka kesho, tutaendelea kuwa na wageni. Ninaamini ya kwamba itakuwa ni kongamano la baraka, ni kongamano la mafanikio, ni kongamano la upenyo. Usisahau ya kwamba Dr. Sharon Isaac Kamau amekualika kwenye hiyo kongamano la baraka, kongamano la mafanikio, kongamano litakalokupa direction ya mwaka mzima. Njoo. Na pia Jumapili hii tutakuwa na ibada ya kukanyaga mafuta kwa ajili ya mwaka, ibada ya kukanyaga mafuta kwa ajili ya mwaka 2026 na ninawaalika watoto wangu wote walioko mbali na walioko karibu kwenye mikoa ya mbali ama mkoa wa Arusha, msisahau ya kwamba kesho kongamano la Shilo linaanza. Usisahau ya kwamba kwenye kongamano hili tutakuwa na wahubiri wazito, watumishi wa Mungu, tutakuwa na mitume na manabii, tutakuwa na wachungaji, tutakuwa na wainjilisti wa neno la Mungu na tutakuwa na walimu. Usisahau Shilo hii ni unapokea mark. Nikisema mark, unapokea alama ya kutembea naye mwaka mzima, na unapokea unabii wa kutembea naye mwaka mzima. Mimi na familia ya Bonde la Maono, kama founder ama kama msimamizi wa Bonde la Maono, pamoja na familia yangu yote ya Bonde la Maono, tunakualika. Bonde la Maono ni nyumba nzuri, nyumba ambayo imejaa baraka. Watu wa Bonde la Maono ni watu wa baraka. Nikuambie kitu au juu nachosema lakini utakuja kujua kwenye kongamano hili hili. Kongamano ndio itakupa kuvunja rekodi kwenye ulimwengu wa familia ya kwenu, utavunja rekodi, utavunja rekodi. My dear, usikose kongamano hili. My dear friend, popote ulipo, usikose kongamano hili. Kongamano hili imebeba neema isiyokuwa ya kawaida. Wacha nikuambie, kwa sababu masaa yameenda na muda wetu umekimbia, na tuko kwenye maandalizi, tuko kwenye maandalizi ya kuandaa kongamano hili. Kesho inaanza, lakini usisahau, washirika wote ama watoto wote wa bonde la maono, saa moja kesho tutakuwa ndani ya nyumba kwa ajili ya kupokea matamko ya kinabii ya kutembea naye mwaka, mwaka mzima ama kupokea direction ya mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Mimi pamoja na familia ya bonde la maono tunakualika, ni mimi rafiki yako Daktari Dr. Sharon Isaac Kamau, karibu sana. Bye bye.